Siku ya leo tutajifunza sentensi sita ambazo ukiziongea utaonekana unajua Kiingereza, hasa ukiwa kazini au kwenye kikao. Sentensi ya kwanza, rudia baada yangu, facilitate a meeting, facilitate a meeting. Maana yake kuongoza kikao. Kwa mfano, unaweza ukasema I will facilitate a meeting. Rudia baada yangu. I will facilitate a meeting. Maana yake mimi nitaongoza kikao hili. La pili ni neno ambalo linatumika sana kazini, neno lenyewe ni, tamka baada yangu, implement. Implement maana yake kufanyia kitu kazi. Mfano mpo katika project, unaweza ukaambiwa implement the project. Implement the project. Maana yake fanyia kazi project. Sentensi ya tatu ni investigate the cause. Rudia baada yangu, investigate the cause. Maana yake chunguza sababu au chunguza kisababishi. Mfano wa sentensi. The boss will investigate the cause. Rudia baada yangu. The boss will investigate the cause. Maana yake bosi atachunguza sababu. Neno la nne ni terminate the contract. Rudia baada yangu. Terminate the contract. Maana yake vunja mkataba. Mfano, unaweza kusema the lawyer will terminate the contract. Rudia baada yangu. The lawyer will terminate the contract. Maana yake mwanasheria atavunja mkataba, au mwanasheria atakatisha mkataba. Sentensi ya tano encounter a problem. Rudia baada yangu encounter a problem. Maana yake kumbana na tatizo. Mfano, mtu anaweza akasema last Wednesday, I encountered a problem. Tunaongeza ED kwenye encounter kuashiria wakati uliopita. Last Wednesday, I encountered a problem. Rudia baada yangu. Last Wednesday, I encountered a problem. Maana yake, Jumatano iliyopita nilikumbana na tatizo. Na sentensi ya sita na ya mwisho ni Persevere through difficulties. Rudia baada yangu. Persevere through difficulties. Maana yake vumilia matatizo au vumilia shida. Mfano, mtu anaweza akasema, we have to persevere through difficulties. Rudia baada yangu. We have to persevere through difficulties. Maana yake inatubidi au tunatakiwa kuvumilia shida au tunatakiwa kuvumilia matatizo. Asante kwa kunisikiliza. Tukutane tena katika video nyingine.